Nambwana, leo tumekutana na ujumbe mpya kabisa wa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Sara Michelotti. Huyu ni alikuwaga mke. Mm, maana tukisema kwamba mpenzi tutakuwa hatuko sahihi. Huyu Sara bwana alishawahi kuwa mke kabisa wa Harmonize Konde Boy. Na waliishi na Harmonize kwa muda mrefu sana tokea Harmonize akiwa yuko WCB mpaka alipokuja kutoka. And then alipokuja kutoka, alipoachana tu na Sara, na, na mref, alifu, Sara ndipo alipoingia katika mahusiano na Kajala kwa mara ya kwanza Umeona bwana, lakini baada ya hapo kitu ambacho tumekuja ku notice bwana ni kwamba kulikuwa kuna back and forth, yaani kulikuwa kuna ile ile issue ya kutupiana maneno kati ya Sara na na Harmonize. Ni kitu cha kawaida kabisa, mtu akiwaga na ex wake lazima watakuwa wanatupiana maneno from time to time, lakini Sara alikuwa yuko kimya kwa muda mrefu, lakini hivi karibuni baada ya sakata la Ibra kuibuka ni kwamba Sara amejitokeza tena kwa mara nyingine na amekuja kutia neno kuhusiana na issue ya mahusiano yake yeye na Harmonize. Umeona bwana, eh? Na hii hajazungumzia tu kwamba kwenye upande wa mahusiano ametumia situation ambayo inamkuta sasa hivi Ibra akiwa na reflecti, ishu ya kwake yeye na Konde Boy. Sara kupitia kurasa yake wa Instagram pale juu katika Insta story ameandika kwamba kabla ya kudai haki zako hakikisha umetimiza wajibu wako nimesubiri kwa miaka mitano. Da, ameandika hivyo alafu akaweka hapo emoji za kucheka. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao Sara Michelotti ameuandika kupitia kurasa wake wa Instagram na wadau wengi sana wamehisi kwamba huenda ujumbe huu akawa anamzungumzia Harmonize na Ibra kwa namna moja au nyingine lakini amerelate pia na story ya situation ilivyo kwa upande wake. Na ameandika kwa Kiswahili. Nadhani unaelewa kwamba Sara huyu yeye ni Muitaliano lakini ameandika kwa lugha ya Kiswahili fasaha kabisa kilichonyoka. Hivyo basi, ni kwamba hapa wadau mbalimbali wameshangaa kuona hivyo kwamba Sara imekuja, amekuja kuingilia issue au situation ya Ibra na Harmonize. Eh, na ameandika kwa Kiswahili fasaha kiasi hiki. Kuna page hapo amekuja ameuliza ameandika kwamba e eh, bwana nani tena? Eh, nani tena kawasha jiko la kuni humu ndani? Mbona kuna fuka moshi? Mzozo wa Ibrah na Harmonize umefanya eh, umefanya Muitaliano akumbuke mali zake kwa mara nyingine tena, lakini mbona wifi Sara eh, huwa mtulivu sana. Masikio yamenicheza, masikio yamenicheza, lazima kuna kanamna hapa kama, kana, kama kanamna, wap, kuna kanamna hapa, wapambe wameita wametia ndimu wamemtia ndimu wifi yetu. E, Wabongo shikamooni, kuna mtu ameandika hivyo, kwamba hii inaonyesha kwamba labda Sara amekumbuka mali zake ambazo alichuma na Konde e, baada ya inshu